Wakati mwingine njia bora ya kuwafikishia watu ujumbe ni kuwashangaza kwa kuwaambia ukweli. Basi hicho ndicho hasa Yesu anachotarajia kufanya hapa katika Injili ya Luka. Atazungumzia kuhusu maisha baada ya kifo, faraja ya peponi na mateso ya jehanamu au katika kesi hii hadesi. Hii itawashangaza sana wasikilizaji wake. Ninamkumbuka Vance Havner, mhubiri maarufu wa kane iliyopita ambaye anatoka hapa hapa jimboni kwangu North Carolina. Wakati fulani alikuwa mchungaji wa kanisa dogo la kijijini na alihubiri kuhusu mada ya jehanamu. Baada ya ibada, mkulima mmoja alimfuata akiwa amekasirika kidogo, akamwambia Vance Havner, unapaswa kuhubiri kuhusu Yesu mnyenyekevu na mpole. Hafna alijibu, basi huyo ndiye nilipata habari zangu kutoka kwake. Sasa, hebu nikwambie, Yesu aliwaonya wasikilizaji wake kuhusu jehanamu zaidi ya mtu mwingine yeyote aliandikwa katika Agano Jipya. Yesu, sasa amekuwa akifundisha mifano kadhaa, na mfano mwingine hapa ungeweza kabisa kuendana na mtindo huo hata hivyo watafsiri wengi wanapendekeza kwamba hii siyo mfano kabisa, kwa sababu Yesu hakuwahi kumtaja mtu kwa jina katika mfano, na hapa anakaribia kufanya hivyo. Basi iwe hivyo au sivyo, ukweli utabaki pale pale. Iwe Yesu anaelezea mtu halisi au la, anachofanya ni kuelezea mahali halisi. Sasa basi, kwa hayo tuko sasa katika Luka saa 16 na madakika 19 Alikuwako mtu tajiri aliyevaa nguo za rangi ya zambarau na kitani safi, na alikuwa kila karamu kila siku kwa anasa. Na mlangoni pake alikuwepo maskini mmoja aitwaye Lazaro aliyekuwa amejaa vidonda, akitamani kushiba kwa makombo yaliyokuwa yanaanguka mezani pa yule tajiri. Zaidi ya hayo, hata mbwa walikuwa wanakuja na kulamba vidonda vyake. Yule maskini akafa, akachukuliwa na malaika mpaka kifuani pa Ibrahimu. Yule tajiri naye akafa akazikwa, na kule kuzimu alipokuwa akiteseka alitazama juu, akamwona Ibrahimu kwa mbali na Lazaro kifuani pake. Sasa unaweza kuita hadithi hii ya mfano wa mageuzi makubwa. Yule tajiri alikuwa na kila kitu unachoweza kufikiria maishani. Biblia inasema alikuwa amevaa mavazi ya zambarau. Vazi la zambarau katika siku hizo lingegharimu mshahara wa miaka mitatu wa mtu wa kawaida. Basi kila mtu angeamini kwamba huyu tajiri alikuwa amepata kibali cha Mungu. Kwa upande mwingine, Lazaro yeye ni maskini mwombaji tu. Kila mtu angeamini kwamba anapitia hukumu ya Mungu. Yaani, tazama alivyo hapa, amewekwa amewekwa kwenye lango la yule tajiri. Kitenzi hicho kinaonyesha kwamba alitelekezwa kabisa pale langoni. Sasa katika siku hizo watu walikula kwa kutumia vidole vyao, na matajiri hawakutumia leso, walitumia mkate kufuta vidole vyao. Kwa hiyo Lazaro alikuwa na matumaini ya kupata baadhi ya mikate hiyo ili ale. Sasa Yesu anasema tu hapa kwamba wote wawili walikufa. Lazaro anaishia kuwa kando ya Ibrahimu au kifuani pake, hii inawakilisha kiti cha heshima. Hiki ndicho kiti mezani kilicho karibu kabisa na Ibrahimu, lakini yule tajiri anaishia mahali pa mateso huko kuzimu. Sasa hii tena, hili lingewashangaza kabisa Mafarisayo. Ni wazi kwamba Lazaro hakuwa na chochote duniani isipokuwa Mungu, na yule tajiri alikuwa na kila kitu duniani isipokuwa Mungu. Sasa nataka kusimama kidogo hapa na kueleza jambo fulani kuhusu maisha baada ya kifo ambalo Yesu anafunua. Tunafikiria mbingu na jehanamu kama mahali pa mwisho kwa waliokolewa na wasiokolewa, na hilo ni kweli. Lakini kwa wakati huu, kabla ya ufufuo wa Kristo na kabla ya hukumu ya mwisho ya wasioamini, Yesu anaelezea hapa mahali pa muda. Tunaweza kufikiria kama kuna sehemu mbili kwa roho za wale waliokufa Agano la Kale linazungumzia mara nyingi kuhusu Sheol kama mahali pa wafu wote. Wasioamini na waumini wanasemekana kwenda Sheol. Hades ni neno la Kigiriki kwa Sheol. Agano Jipya linaonyesha kwamba hapa ni mahali pa muda kwa wafu, ambapo waumini wanapata faraja katika uwepo wa Ibrahimu. Kwa njia, kuna jina lingine kwa mahali hapa, linaitwa Paradiso na wasioamini wako mahali pa mateso panapoitwa hades. Sasa Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu, waumini wote wa agano la kale waliokuwa paradiso walihamishwa kwenda mbinguni, wa Efeso 4:8. Na tangu wakati huo kila muumini anapokufa huenda moja kwa moja mbinguni. Sasa mtume Paulo aliandika hivi, kukosekana au kuwa mbali na mwili ni kuwa nyumbani na Bwana, 2 wa Korintho 5:8. Kwa hiyo unaweza kufikiria hivi: upande wa faraja wa Hadesi sasa uko tupu, lakini upande wa mateso bado unaendelea kikamilifu. Kila asiyeamini hadi leo huenda Hadesi na kusubiri hukumu ya mwisho, ambapo kulingana na tunavyoambiwa katika Ufunuo ishirini, Hadesi itamwagwa kwenye ziwa la moto ambalo ni jehanamu ya milele. Kwa hiyo katika mfano huu hapa, Yesu anaelezea hali ilivyokuwa wakati huo kabla ya kufufuka kwake, alipowaongoza watakatifu wa Agano la Kale kutoka paradiso, yaani upande wa faraja, kwenda kwenye nyumba ya Baba. Sasa anatuchorea picha ya maisha hii baada ya kaburi, na kuna angalau mambo sita ya kuvutia au ukweli kuhusu maisha baada ya kifo ambayo tunaweza kuyapata hapa kutokana na kile Bwana anasema katika Luka sura ya 16. Hili hapa la kwanza, hakuna anayekufa na kuacha kuwepo, na kwa njia, hakuna anayelala pia. Neno la usingizi linatumika katika maandiko kwa ajili ya wafu kama njia tu ya kuelezea miili yao kana kwamba imelala, ikiwa imelala pale kaburini. Lakini tunaonyeshwa hapa kwamba mara tu baada ya kifo, hawa watu wako macho, wana ufahamu kamili wa hukumu au furaha. Pili, roho au nafsi inapewa mwili wa muda wa kimwili. Sasa Yesu anaelezea hapa wanaume wawili ambao mara moja wanapata ama furaha na mazungumzo au mateso na kiu. Kwa kweli, yule tajiri anasema hapa kwenye mstari wa 24, mtume Lazaro achovye ncha ya kidole chake kwenye maji na apoe ulimi wangu, kwa maana nateseka sana katika moto huu. Kwa hiyo ni wazi kwamba Lazaro ana kidole na huyu tajiri ana ulimi. Hivyo basi, hapa kuna ukweli mwingine kuhusu maisha baada ya kifo, hu watu wanatambulika katika miili yao ya muda. Yule tajiri, Lazaro na Ibrahimu hawako kama roho zinazozunguka tu, unajua ambazo zimeungana na ulimwengu. Hapana, bado wanatambulika kama watu binafsi. Wao ni watu tofauti wanaofahamu, wanaowasiliana, wenye hisia, wa kimwili na halisi. Hata wana majina yale yale. Lazaro hakubadilisha jina lake kuwa Fred na Ibrahimu hakubadilisha jina lake kuwa Sam. Hapa kuna uchunguzi wa nne: watu wanakumbuka maisha yao wakiwa duniani. Yule tajiri anakumbuka ana ndugu na anajua pia kwamba nao hawamfuati Mungu. Huyu mtu anayeteseka sasa anamsihi Ibrahimu hapa kwenye mstari wa ishirini na saba mtume Lazaro aende nyumbani kwa baba yangu, maana nina ndugu watano ili awaonye wasije nao wakaingia mahali hapa pa mateso. Naam, anaamini kabisa kwamba kama mtu kama Lazaro angerudi kwa miujiza kutoka kwa wafu, ndugu zake wasioamini wangetubu na kuamini, na hivyo kuepuka mahali hapa halisi pa mateso. Ibrahimu anajibu kwenye mstari wa 31: wasipowasikiliza Musa na manabii, hawatashawishika hata kama mtu atafufuka kutoka kwa wafu. Kwa maneno mengine, wana agano la kale, neno la Mungu. Sasa tunahitaji kulisikia hili leo, wapendwa. Ibrahimu anasema wazi kwamba miujiza haitawashawishi wasioamini kuhusu ukweli wa Injili. Toa tu neno la Mungu na uliruhusu lifanye kazi ya kushawishi mioyo. Martin Luther mrekebishaji, aliwahi kusema takriban miaka mia tano iliyopita, nilifundisha na kuhubiri neno la Mungu tu na neno la Mungu lilifanya kila kitu kingine. Labda unafikiria je, si ingekuwa vizuri kama muujiza ungefanyika? Je, si ingebadilisha mawazo yao? Basi fikiria hili, Yesu alifufua mtu kutoka kwa wafu, na cha kushangaza mtu huyo aliitwa Lazaro, na majibu yalikuwa nini? Viongozi wa kidini bado walipanga njama ya kumuua Yesu, na sasa walitaka kumuua Lazaro pia, kama wangepata nafasi. Unaona kama mtu anakataa neno la Mungu, miujiza yote duniani haitabadilisha mawazo yao. Sasa hapa kuna ukweli mwingine: wale waliokufa wana hatima isiyoweza kubadilika. Ibrahimu anamweleza yule tajiri hapa kwamba pengo kati ya mbingu na jehanamu haliwezi kuvukwa. Kuna mwanya mkubwa kati ya hizo mbili, na umewekwa kabisa, hauwezi kuvukwa, ni wa milele, haupitiki kabisa. Kwa hiyo chochote unachoamua kuhusu Yesu katika maisha haya ni uamuzi utakaoishi nao milele. Hapa kuna ukweli wa mwisho tunaoweza kuona hapa, hakuna kitu kama kutokuamini baada ya kifo. Wale ambao hawakuamini ukweli wa neno la Mungu walipokuwa hai duniani, siku moja watatambua kwamba ulikuwa ni ukweli baada ya yote. Kwa kweli haitakuwa na ubishi wowote. Watajua ukweli, lakini itakuwa imechelewa milele. Tazama, huu ndio ulikuwa ujumbe wa kushangaza kwa viongozi wa kidini na pia unaweza kukushangaza wewe leo, lakini haukuletwa kwa njia yoyote ili tu kukushangaza. Umeletwa ili kukupa mwaliko. Biblia inasema kila mtu atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa, Warumi saa 10 na madakika 13. Kwa hiyo usisubiri